Kwa majina anaitwa Pauline Steven Likumbai, ni mwanafunzi wa kidato cha sita kutoka taasisi ya KLF katika shule ya sekondari ya wasichana Korogwe iliyoko mkoa wa Tanga. Sisi kama wanafunzi wa shule ya sekondari ya Korogwe tunasema asante sana kwa mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake kwa kiasi kikubwa, ambapo ametoa nafasi kuhusiana na swala zima la kijinsia na ukatili ambao unaoendelea katika jamii zetu. Kwa hiyo kwa nafasi ya pekee kabisa kama wanafunzi pamoja na walimu wetu na walezi wetu tunasema asante sana. Mungu aendelee kumtangulia kwa nafasi hii na fursa ambayo ameitoa na kuionyesha kwa vijana. Sisi kama wanafunzi tutakuwa mabalozi wazuri katika jamii zetu tutakaporudi majumbani, na tutahakikisha kwamba kwa, kwa nafasi tuliopewa wote, tutaenda kutekeleza na tutaenda kutoa elimu kwa wote katika jamii zetu kuhakikisha kwamba tunalikomboa taifa letu na kupinga ukatili wa kijinsia katika jamii na taifa kwa ujumla. Asanteni.